Yes, msanii wa kizazi kipya cha Bongo Flava kutokea hapa Tanzania, lakini pia yanafanya nyimbo zake za hip hop, lakini kwa kipindi hiki au kwa sasa hivi yuko zake huko nchini Marekani anaendelea kula maisha nikimaanisha eh, Roma Mkatoliki, mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakiimba nyimbo za maendeleo, lakini pia nyimbo za kiharakati Watu wengi wamekuwa wakimfuatilia kutokana na e, uimbaji wake lakini pia kuna baadhi ya kuweza kupenda e, mashairi yake ambayo anakuwa anayaimba. Sasa Roma bwana ameweza kufunguka sasa kuhusiana na ugumu wa kuweza kushirikiana na wasanii wa muziki wa injili yani gospel. E, yani kuna kuna collaboration ambazo zinakuwa zinatokea, tunajua wasanii wa Bongo Flavor wanafanya, tunaona wao hip hop kwa hip hop wanafanya. Sasa yeye ameona kwamba kuna ugumu wa kufanya collaboration pamoja na msanii wa gospel, kwenye kazi za mojawapo ambazo wameweza kufanya sasa kupitia ukurasa wake wa X. Roma amesema kuwa wasanii wengi wa gospel huona kuwa e, kushirikiana na wasanii wa muziki ya kidunia, hasa hip hop, kunaweza kuwaharibia nafasi zao e, katika e, jamii za kidini. E, na, na, na, na Roma alieleza kuwa kwamba licha ya kueleza kuwa nyimbo hizo ni za kuhamisha na kutoa ujumbe e, chanya, bado baadhi ya wasanii wa gospel hawaelewi wala hawako tayari kuweza kushirikiana nao akihisi wanaofia kutengwa na kanisa. Lakini pia Roma aliendelea kwa kusema kwamba alitoa mfano wa msanii wa kike ambaye e, walitaka kumshirikisha, kumshirikisha kama kundi la Rostam, lakini alipogundua kuwa Roma na yeye atahusika e, aliweza kukataa au aliweza kukataa kabisa kwa hapana, mmm, siwezi kufanya ngoma hiyo. Hata hivyo Roma aliweza kumsifu msanii wa gospel Walter Chilambo kwa kuwa e, mwelewa na mnyenyekevu ambaye huwa tayari kushirikiana bila hofu yoyote lakini pia mjadala huu unaibua hoja pana kuhusu uhusiano kati ya muziki wa injili na ule wa kidunia na kwa namna ya kuvunja mipaka ya ya fikra ili ya kuweza kupeleka ujumbe chanya eh, kwenye jamii. Mimi ninachoamini kwamba nyimbo za hip hop mara nyingi huwa zinakuwa hazina maudhui ya hayo ya kijinga au ya kipumbavu au ya kiudaku ya kiudaku ya kuweza kusema mtu kwa mtu, au msanii wa nyimbo za injili akashindwa kuimba. No, sidhani kama itakuwa inaffect sana. Sidhani kama itakuwa in ina ina vitu vingine ambavyo vinakuwa hivyo. Sasa kupata collab ya gospel artist Bongo changamoto sana, na Koda alichokuwa nakisema kwamba eh Roma alikuwa -ame ameandika kwenye mtandao wake wa, wa, wa, wa, wa, wa X na mku, na nukuu hapa alisema kwamba E, kupata collab ya gospel artist Bongo changamoto sana, hasa kwa sisi watu wa secure music, hasa hasa wa hip hop, wengi ukiwa cheki wanakuwa na this that zina zinakuwa nyingi nyingi. I Mean, kwamba amemaanisha kwamba zile, ao hivi mara hivi, e, e, e, soundi zinakuwa ni nyingi. Wanaona kama e, kanisa litaweza kuwatenga hivi. Tena unawaambia kabisa ni inspiration song, ha, wapi! Wanakuwa kama hawakuelewi. Kuna dada tulikutana naye kolabo, lakini e, kwenye rosta, lakini pia nikamwambia Stamina amu approach bana, Stamina anakana alipomwa approach akakubali, lakini aliposikia kwamba Eh, Roma naye pia atakuepo ndani ya yo nyimbo aa, akakipia akasema, hapana, kama Roma naye takuepo basi ngoja niache mistari ya Roma. Kama X bila kusahau YouTube subscribe utakuwa umetisha kinoma noma.